Leo tulikuwa na michezo ya kirafiki mchezo wa mpira miguu, mchezo wa pete pamoja na mchezo wa wavu. Awali ya yote, nipende kumshukuru mkuu wetu wa wilaya, wilaya ya Kilosa Comrade Shaka Mdo, Shaka mkurugenzi wetu mtendaji BTC Mwinuka, pamoja na afisa utumishi wetu Mr. Betweli kwa kutupa ushirikiano mkubwa, sisi kama watumishi wa Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa katika kuhakikisha kwamba watumishi wanapata nafasi ya kucheza katika bonanza ile ambayo limefanyika hapa chuo cha walimu Ilonga. Tumeweza kufungwa kwenye mpira wa miguu kwa goli mbili kwa moja, lakini yote ni maandalizi ya mechi za kirafiki kuelekea kwenye mashindano yale ya kitaifa yatakayofanyika mwaka huu 2025 jijini Tanga. Hivyo basi, nitoe wito kwa wafanyakazi wote wa halmashauri ya wilaya Kilosa kujumuika na hii timu, kwa sababu hii timu inahusu wafanyakazi wote walioko ndani ya wilaya Kilosa walio chini ya serikali za mitaa fupi tulikuwa na mechi ya majaribio kwa wachezaji wetu, kwa sababu kikosi chetu tunaboresha kwa kuongezea wa wachezaji na maandalizi ya mashindano mbalimbali ambayo tutashiriki na Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa. Kwa upande wa mpira wa miguu tumecheza mechi ya kirafiki, lakini tumepoteza kwa goli mbili kwa moja, lakini sio mbaya. Tunatafuta uwiano wa timu kwa maingizo mapya na wachezaji wa zamani, tuone uwiano wa kucheza. Timu imecheza vizuri, magoli tuliofungwa ni mistake ndogo ndogo ambazo tutazifanyia kazi, na na imani mechi zinazokuja tutafanya vizuri. Kimsingi, mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo mzuri, ni makosa tu madogo madogo ambayo Uh, kimsingi mwalimu utakaporudi, uh, kwenye eneo la mazoezi ataweza kutukumbusha vizuri. Kikubwa tu ni umakini, basi tukapata uh, nafasi ya kufungwa goli la kwanza, lakini pia uh, umakini huo huo ukatufanya tupoteze uh, kwa goli la pili, lakini tulipokuja kuligundua hilo kipindi cha pili tuliweza kutulia mchezoni na tukaweza kupata goli moja ambalo uh, likafanya mchezo kuisha kwa goli mbili kwa moja. Tumekuja Kilosa kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mashindano mbalimbali ya watumishi hususani Shimisemita. Kwa hiyo ndugu zetu majirani zetu Kilosa, ni watu wetu wa karibu, mara nyingi huwa wanakuja kwetu manispaa na sisi tunakuja kwa. Leo tumekuja kwa ajili ya michezo, ili tuweze kutumia fursa hii kujiandaa na yale ma, ma, ma, ma, mashindano ya watumishi, lakini pia tupo katika kufanya mazoezi, mazoezi kuitikia wito wa Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ambao anatutaka tuwe tunafanya mazoezi. Kwa hiyo tupo katika mazoezi, lakini tunajiandaa kwa ajili ya mashindano ya watumishi wa serikali.